Uchoyo hututenga na wenzetu, na haya ni matunda yake ubinafsi. Tangu mwanzoni, Mungu alimuumba mwanadamu katika mahusiano ya kindugu, alimuumba mwanaume, alimuumba mwanamke, akiwaambia zaeni mkaongezeke, mkaijaze dunia na kuitiisha. Hivyo ufanisi wetu tangu awali haukuwekwa katika mazingira ya kibinafsi, bali ni katika mazingira ya umoja. Mafanikio ya mmoja mmoja ndani ya familia binadamu, ya binadamu yanapata maana si katika uwezo e, wa kiakili au wingi wa mali au ukubwa wa cheo chake, bali ni katika mahusiano mema na kushirikishana kile ambacho tunacho. Mfano wa tajiri katika Injili ya leo unatuonesha kwamba kina na mapana uhalisia tunauona katika mazingira ya kijamii na kiuchumi. Wenye mamlaka na matajiri wengi wanaendelea kujichumia mali ambazo hata wakati mwingine huzidi mahitaji yao ya lazima. Hii ni kwa sababu hana uhakika wa kesho, kama ataendelea kuwa na vitu hivyo, na hivyo kama akitoa, basi anaweza kuingia katika maangaiko. Lakini zaidi ni kwa sababu haoni muunganiko na ndugu yake huyu aliye pembezoni akimlilia.